Usiseme moyoni mwako Kristo. Yaani kumleta Kristo. Au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, au ni nani atakayeenda kuzimuni? Yaani, ni kumleta Kristo juu, yaani, kutoka kwa wafu eh. Lakini yanenaje? Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe. Lile neno li karibu nawe katika kinywa chako. Katika kinywa chako. Na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani tu. Yaani, Hubiri hilo sasa. Mnajua imani inakujaje? Imani inakuja kwa kusikia. Na tunasikia nini? Tunasikia neno la kito. Kwa tunaposikia neno la kito moja kwa moja, imani inafanya nini? Inaumbika. Okay, haleluya. Mwanzo nimetangulia kusema, yoyote ambaye amemruhusu kito ndani yake, huyu tayari amepata ufahamu. Haijalishi ni msomi, haijalishi sio msomi, haijalishi ni mwembamba au anam ili mradi ndani kuna Kristo, huyu sio wa kawaida. Ndio maana naweza kusubutu kusema wote hapa ni waheshimiwa hapa, wote hapa ni waheshimiwa hapa. Mstaniti waheshimuni wa bunge au mawaziri, asisi ni zaidi ya hao Msidhani tu waheshimiwa ni maraisi au ni cha mtoto. Waheshimiwa ni wale ambao ndani yao wamekubali kumweka. Oh my God, nachoongeza makofi na vigelegele, nasema ongeza makofi na na vigelegele. Oh, haleluya! Lile neno li karibu nawe sana. Amesema neno sana, li katika kinywa, na ndio maana Mungu alipoona utupu na ukiwa hakuangaika na wa utupu wala ukiwa, yeye alitambua ndani ya kinywa chake kuna fursa. Hebu sema fursa, nami nakuambia wewe, ndani ya kinywa chako ipo fursa, katika jina la Yesu ipo fursa, katika jina la Yesu ipo fu fu fursa, itumie. Hebu shika mdomo wako, unataka kunacho adui kinywa, shika mdomo wako mwana, kwani si mkono wako hauna ukimwi, corona huo, piga piga mdomo wako, sema kuanzia leo, wewe kinywa changu na kuondolea ububu. na kuondolea ububu, na kuondolea ububu, maana kuna kuna ububu pia wa kiroho. Kuna fursa leo, ni leo, leo ni leo. Kuna pepo pia na ububu <kukua, Michael. tit>

Kumbukumbu la kifungu hicho naseme 11 na 11 anzee. Kwa maana maagizo haya ni kuagizawe leo si mazito si mafungo si anarudia, anasema hivi utege sikio vizuri wewe kwa, we. kwa maana maagizo haya nayo kuagiza hivi sasa hivi sio mazito wako, endelea kusoma wala si mbali, wala si mbali, si mbinguni, hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee aje, akatulete aje atuambie tusikie tupate kuyafanya. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari, hata useme ni nani atakaye tupukia bahari akatuletee aje atuambie tusikie tupate kuyafanya lakini neno li karibu nawe sana, lakini neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako, li katika kinywa chako, na moyo wako upate kulifanya, na moyo wako upate kulifanya, moyo wako upate kulifanya nani? Kuna mtu ajui kinywa hapa wenye, tuna uweke mkli ju namna hii, yaani umebarikiwa sana kwa jina la Yesu. Nasema umebarikiwa sana nasema umebarikiwa sana Amen. Na ndio maana Yabesi alipopata ufahamu akamlingana Mungu wa mbinguni, akagundua fursa iko ndani ya kinywa chake, akapiga mahesabu. Wamama wamekuwa wakipenda sana kuwambia watoto wao maingi vitu wamepitia. Yawezekana Yabesi alikuwa nafahamu maisha ambayo mama yake alipitia, na yawezekana toka kashuwa kadogo. Sasa amepata ufahamu, kuna vitu kamevishuhudia kwa macho yake. Na ndio maana kanasema, hii huzuni isiwe kwa sehemu yangu. Mara nyingi sana wengi wanasema hii ni shida yangu, halo halo